Hiki ni kikao maalum kwa ajili ya wazazi wenye watoto ambao wanataka kuja kuacha legacy kubwa ya maisha ya baadaye, wazazi wenye watoto na wazazi wenye matarajio ya kuja kuwa na watoto baadaye, ambao wanataka kuja kutengeneza legacy ya kujitosheleza, urithi wa kutosha kwa ajili ya watoto wao. Kama wewe huna mpango wa kuja kuwa na watoto au huna watoto na huna mpango kabisa hii post sio ya kwako ndugu yangu, unaweza ukaendelea tu kutafuta post nyingine. Hii ni kwa ajili ya wazazi, na hiki ni kikao cha wazazi. Tunazungumza mambo makubwa manne unayotakiwa kuwarithisha watoto wako, ili waje kuwa watu wa maana, wenye mafanikio makubwa hapa duniani, pengine wafanikiwe zaidi kukuzidi wewe. Najua utaongezea nyingine mwishoni. Kuna wale ambao ni walimu ambao wana, wana E, ushauri na elimu na nyongeza nao pia na mnaruhusiwa, karibuni. Hiki kikao kitakuwa na ajenda za ziada. You are free. Karibuni. Jambo la kwanza ambalo mzazi anataka kuwarithisha watoto wako, warithishe elimu ya fedha. Kumbuka mimi nazungumza eneo la uchumi. Najua kuna ushauri mwingine utaongezea huko, sio mbaya. Sawa? Wewe ushauri utaweka kwenye comment, tutaupokea vizuri kabisa. Afu waga najibu vizuri sana sina shida elimu ya fedha, wanunulie vitabu watoto wako wajifunze elimu ya fedha. Kama utapenda kitabu hicho sijui, au vitabu vingine wanunulie vitabu, vya walimu ambao unajua ni vya Kiingereza, ni vya Kiswahili, wanunulie weka na uwahimize wasome Rich Dad, Poor Dad. Tofauti yao, Rich Dad alikuwa anawafundisha watoto kwamba wanatakiwa kuwekeza kwenye financial literacy, kwenye elimu ya fedha kwa dad aliwahimiza kuwekeza kwenye elimu ya darasani peke yake, ili waje wapate grade nzuri, wapate ajira nzuri, wapate mshahara waweze kuishi maisha ambayo tunaita si ni security life au ni comfortable life sielewi. Lakini wewe mzazi, ambaye unatamani mtoto wako aje kuwa ni mtu ambaye ana impact kubwa sana, mrithishe elimu ya fedha, very important, mrithishe elimu ya fedha, jambo la msingi sana. Sawa, sawasawa. Jambo la pili, watoto warithishe kitu kinaitwa financial skills, ujuzi wa fedha. Elimu ya fedha ni general, ujuzi wa fedha ni practical. Shirikiana nao waelekeze practically, wafundishe ujuzi wa kutengeneza fedha, wafanye kazi, washughulike. Kama uwezi tafuta trainers, waje wawatraini watoto wao wako. Very important. Na wengi hatuzingatii na hatujali, tunadhani tukiwaachia hela tu. No, no, no, no, no. Pesa watoto wanazihitaji, lakini sio kama ni, ni, ni jambo la kwanza. Warithishe ujuzi wa fedha, wajue, wajue, wa wajue, wajue namna ya kutengeneza fedha, wajue namna ya kusimamia fedha, ujuzi wa kusimamia fedha, wajue namna ya kubudget, wajue namna ya kuweka akiba, wajue important issues kwenye eneo la pesa. Practically, kwa sababu maarifa ni what, knowing what, lakini ujuzi ni knowing how, una apply kile unachokijua. Wafundishe ujuzi wa fedha, very important, muhimu sana. Na njia bora zaidi ya kuwafundisha ni kuwaonesha, na njia bora zaidi ya kuwaonesha ni kufanya kwao. Fanya nao, fanya pamoja nao, muhimu sana. Jambo la tatu la kuwarithisha, kumbuka gene kikao cha, cha cha wazazi mm, wazazi wazazi. Jambo la tatu la kuwarithisha watoto ni mifumo ya fedha, financial systems, very important. Money is never an important thing for inheritance, but money system or financial systems. Yaani kuwarithisha hela sio mbaya kama kuna akaunti zina mahela kibao, wataenda huko, watazi watazitapanya, si unajua, watazitapanya kwa sababu they know nothing about it, zimetoka wapi na nini na kadhalika, watazitapanya. Ili kuwarithisha kitu kinaitwa financial systems, wajue namna ya kuendesha mifumo, mifumo ya fedha, mifumo ya fedha. Warithishe mifumo ya fedha, una biashara iweke kwenye mfumo, wafundishe namna ya kurani mifumo. Ndio maana ilikuwa rahisi sana babake na modeuji kumfundisha Dewji, mfumo wa wa kuendesha biashara za makampuni yake ya Mohammed Enterprises. Ilikuwa rahisi sana. Ilikuwa rahisi kwa sababu unamfundisha mtu how to run the system, kuendesha mifumo. Mifumo ni kitu ambacho kinakuwa kikubwa, alafu watu wote wanafanya kazi chini ya nini, chini ya mifumo. Kwa wafundishe watoto wako namna ya kuendesha nini, mifumo ya fedha na uwaoneshe uwape mifumo ya fedha ambao watakuwa wanaisimamia, itawasaidia sana, itakuwa ni, ni rafiki kwao, kwa sababu ni rahisi sana kupoteza fedha, lakini sio mifumo. Mifumo ya hela warithishe, financial systems, very important, very important. Na jambo la mwisho, warithishe kitu kinaitwa rasilimali zisizohamishika, rasilimali zisizohamishika zinazoongezeka thamani pia mm? wezekana ni rasilimali eh, katika eneo la ardhi au rasilimali katika upande wa shares. Unaweza kuwarithisha bonds, ukawarithisha shares, ukawarithisha units, vipande, hatifungani, hisa, unawarithisha sio mbaya. Na uzuri wa wa kuwarithisha hizi uh, rasi rasilimali rasilimali fedha ambazo ziko katika mifumo ya uwekezaji hawezi kugombana. Kama ni bond, unajua ah, hizi bond labda kiasi fulani ni za fulani, jina lipo, hizi bond kiasi fulani, au hizi shares kiasi fulani ni za fulani, simple. Lakini kuwarithisha majumba ni jambo kubwa na nzuri pia e, hey, itabidi hapo sasa unaangalia nani umpe nini, nani umpe nini, kwenye kubalance, kwa sababu walio wengi kuna mfano mmoja nilisijui, ilikuwa ni harisi au ilikuwa ni kibonzo au kichekesho, niliona mzee mmoja amewarithisha nyumba vijana wake hawa wawili. Nyumba ilikuwa ni ya gorofa, sio ni gorofa mbili au gorofa moja tuseme, ina nyumba ya juu na ya chini. Alafu yule aliyepewa nyumba ya juu akaenda akaipiga, akaifanyia marekebisho, akaifanya decoration, ikawa safi, ikawa mpya kabisa, nyumba ya juu ikawa nzuri sana yenye mvuto. Nyumba ya chini bado imechakachakaa. Alafu yule yule wa nyumba ya chini, aliyepewa nyumba ya chini, yeye yeah, akaja kusema mimi nataka nibomoe nyumba yote ili nianze upya kuijenga. <laughs> Guess what? Wewe unadhani nini kilitokea kwa mazingira kama hayo hmm? Kwa hiyo uh, nimekupa huo mfano uone sometimes kama haukuharithisha zile financial education, financial skills, hawajui pesa, hawaithamini yani hawaelewi chochote, ujinga ujinga tu, maamuzi ambayo yanakuwa ni, ni, ni, ni, ni wiseless decisions, maamuzi yasiyo na mahesabu, yasiyo na hekima, yanaweza yakapelekea kufanya vituko vinavyopelekea wengine wanauana, wanafanyana vituko baada ya kurithi mali fulani unaweza ukaona namna gani, kwa elimu ni muhimu sana ili wasaidie, wasiendeshwe na mihemko na hisia, bali wafanye vitu kwa mantiki, kwa ufahamu. Lakini pia kwa sababu utakuwa umeshawafundisha financial skills, watakuwa tayari, yani pesa sio sio inshu sana, washaanza kuzishika, wanazikamata, wanazijua. Unajua, ni rahisi sana mtu aliyewahi kumiliki pesa au kushika fedha, kuiona pesa ni kitu cha kawaida, lakini mtu ambaye pesa imekuwa ikipita ikipitiliza tu hajawahi kushiriki pesa, kumiliki pesa na kuiona pesa kama ni kitu cha kawaida, akiipata inaweza ikampoteza au akapoteza wengine au akaipoteza. Kwao ni hatari, jifunze sana hivi vitu. Hiki kilikuwa ni kikao cha wazazi kwa habari ya urithi kwa watoto. Je, wewe utawarithisha nini? Kuna ambao mtaniambia warithishe na elimu ya darasani. Hiyo hiyo yenyewe simnaambiwa, hiyo yenyewe sihitaji hata kukwambia, mnajua mnaambiwa. Pia mwarithishe elimu ya dini, elimu ya imani, hiyo pia simnaambiwa kwenye nyumba za ibada? Hiyo mnaambiwa kila siku. Mimi nimejikita kwenye eneo la nini? Eneo la fedha zaidi na zaidi. Asante. Uh, wale mwana mtapenda kupata vitabu, vipo hapo kwa ajili yenu: nguvu ya pesa, mikopo na madeni, mwongozo ya fedha. Chukua namba tu kwenye description au kwenye profile, ili upate vitabu vyako, uwapelekee watoto, upeleke nyumbani, uweke mezani, waweze kusoma na kujifunza zaidi. Asante sana. This is Coach Amos, learn more to earn more and live a great life. Thank you very much, see you next time.